Tumeendelea kushuhudia mapigano na mashambulizi kutoka Marekani kuelekea Yemen mwanzo wakiwa imeua watu 31 na na sasa idadi imefikia watu 53. Hii ni Nje ya Box TV update. Jina langu ni Christina Mbaruko. Idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya Marekani dhidi ya Yemen imeongezeka hadi watu hamsini na tatu wakiwemo watoto watano, idara ya afya ya waasi wa Houthi ilisema. Marekani ilisema ilianzisha mashambulizi ya anga iliyoyaita maambuzi yenye nguvu katika maeneo yaliyolengwa na wahuthi siku ya Jumamosi, huku Rais Donald Trump akitaja sababu ya mashambulizi hayo ni kitendo cha Houthi kushambulia meli katika Bahari Nyekundu. Washington ilisema baadhi ya watu muhimu wa Houthi walikuwa miongoni mwa waliofariki, lakini kundi hilo halijathibitisha hilo. Kiongozi wa huduth abduli malk al huth alisema kuwa wanamgambo wake watashambulia meli za Marekani katika bahari nyekundu akieleza ongezeko la idadi ya ulofariki. Hapo awali msemaji wa wizara ya afya yahuduth anis al asabe alichapisha kwenye mtandao wa X kwamba watu asilini na tatu wameuawa wakiwemo watoto watano na wanawake wawili na kwamba watu 98 wamejeruhiwa. Baba mmoja na watoto wawili yanaitambulikwa kwa jina la Ahmedi aliliambia shirika la habari la AFP, nilikuwa nikiishi Sanaa kwa miaka kumi, nikisikia milio ya risasi katika muda wote wa vita. Wallahi, sijawahi kukumbana na jambo kama hili hapo hawali. Wahordh pia walisema kulikuwa na mashambulizi mapya ya Marekani yaliyolenga Al-Jofu na hudatha pamoja mapema hii Jumatatu. Marekani bado haijatoa maoni kuhusiana na swala hilo na vita vinavyoendelea huko Marekani pamoja na Yemen. Hii ni Nje ya Box TV update, langu jina na Christina, ambalo kwa sasa kusubscribe, kulike na kushare ili kuanza kupata notification.